Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbwa na mapigano kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23, huku mvutano kati ya DRC na Rwanda bado ukiongezeka. Na hali hii inajitokeza wakati ambapo ni Disemba 4 tu uh, usimamizi wa makubaliano yaliyofanywa chini ya Rais wa Marekani Donald Trump ulifikiwa Baina ya Felix Tshisekedi, rais wa DRC, pamoja na Paul Kagame wa Rwanda. Nini hatma ya mgogoro huu na kile ambacho kinaendelea lakini makubaliano waliofikia na uh, kile ambacho kinatarajiwa ni miongoni mwa yale ambayo atagusia hapa na kuzungumza kwa kina. Tumemwalika hapa uh, Lugete Musa Lugete ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana Lugete, pamoja na Ibrahim Rahbi. Karibu sana, karibuni sana. Shukran. Naam, na tutaungana pia na mwandishi mwandamizi kutoka kule Washington, Abdul Shakur Abud, kufahamu pia kuhusiana na hili, ikiwa makubaliano hayo pia yalifanyika kule Washington na pengine katika kujenga uh, msingi na kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, Lugete, e, swala la Rwanda na DRC kwa muhtasari tu uh, kwa yule ambaye anaanza kufahamu kuhusu mzozo huu. Asante ah, sana ba, kuna vitu viwili vya kuzingatia kuyajua haya, lakini mwanzo ni kile kinachoitwa Operation Banyamrenge. Uh, kwa miaka mingi bwana Laurent Dezile Kabila akiwa hapa Dar es Salaam na kundi lake la AFDL alikuwa anatafuta washirika na mnagana wa shirika, kumtoa Mobutu Sese Seko kukungendwa za banga. Mobutu amekuwa rais wa Kongo kutoka mwaka 1965 baada ya kumpindua rais wa kwanza wa Kongo, Joseph Kasavubu, baka mwaka 96 97, aliondolewa na vuguvugu -vugu la Banyamrenge. Kwa hiyo akiwa hapa bwana uh, Laurent Desile Kabila na washirika wake alikuwa anatafuta namna ya kumuondoa Mobutu. Baadaye akafanikiwa akaungana na Rwanda na, na Uganda na Tanzania wakamsindikiza wakatoka Gisenyi Kongo wakaenda mpaka Kinshasa wakamuondoa. Walivyomuondoa, Laurent Kabila akatawala Kongo kwa ushirikiano wa Rwanda na Uganda na baadhi ya wanajeshi waliokuwa, waliounda jeshi lake jipya baada ya kulipiga chini jeshi la Mobutu, aliwatoa Uganda na Rwanda akiwemo mtu mmoja anaitwa James Kabarebe ambae ni mmoja kati ya mamafia wakubwa kwenye siasa za maziwa makuu. James Kabarebe ameshawahi kuwa mkuu wa majeshi wa Rwanda, ameshawahi kuwa mkuu wa intelligence ya Rwanda na ameshawahi kuwa mkuu wa majeshi wa Kongo. Yaani ndo muafrika pekee amekuwa mkuu wa majeshi wa nchi mbili tofauti. Yeah. Baadaye katika yale makubaliano ya saini ya Lemela, wanasema kule Polini, Laurent Desire Kabila kama amekataa, kuyakataa Rwanda na Uganda, wakaja na operation nyingine ya kutoa kumtoa Kabila ambayo inaitwa operation Kitona Operation ile ilifeli baada ya watu kutoka Angola na sehemu zingine. Uh, Kabila kaanza kuishi maisha ya mashaka sana wakati huo. Rwanda na Uganda kadi ya mawasiliano na ubalozi wa Marekani pamoja na baadhi ya mataifa ya umoja Ulaya. Baada ya hapo akapewa inchi, Joseph Kabila. Joseph Kabila akaingia mikataba mbalimbali mbali na Rwanda na Uganda kwa ajili kuangalia ni kwa namna gani anaweza akaweka Kongo, lakini msingi wa yote ni kwamba mwaka 1994 uh, baada ya mauaji ya kimbali kutokea, uh, kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa saba uh, wale wa askari wa Juvenal Habyarimana ambaye alikuwa rais wa Rwanda, rais pili wa pili Rwanda kuanzia mwaka 1972 mpaka 94 walikimbilia Kongo mashariki ya Kongo walivyofika mm. mashariki ya Kongo ndio wakawa wanajiita yani FDLR Interahamu sasa hii historia ni ndefu sana Lugeti lakini hebu tu turahisishie hapo kwa kujua kwamba huu upande wa waasi mm. eh, kwa sababu tuna vikundi vingi wa wapiganaji kule mashariki mwa Kongo eh wakiwemo M23 mm. ah, chimbuko lao ni lipi na wanapigania nini M23 wana malengo matatu M23 kwanza ilianzishwa mwaka 2009 kipindi nkuta kile wakina Laurent walipoingia mkataba na Joseph Kabila. Ilipofika 2012 12 wakawa wamekiuka ile makubaliano na F12, wakao, mikiuka, kuanzisha M23 na malengo matatu. Lengo la kwanza ni kutetea wakimbizi wakitusi watusi wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaitwa Banyamulenge. Sisi watu wa Kigoma tunawajua vizuri Banyamulenge, wao wanakuja kwetu, wanafanya biashara, ni warefu, wana wana ni na ficha zao tofauti na sisi tulivyo. Hmm. Lakini lengo la pili uh, ni kujaribu kuishindikiza kui, uh, kui serikali ya Kongo uh, iweze kuwapa kua nafasi mbalimbali za kisiasa kwenye serikali, kuishindikiza serikali ya Kongo uh, na tatu ndo hiyo uh, kamjiba Umoja wa Mataifa kwamba wamekuwa wakiungwa mkono na Rwanda wakati mwingine na Uganda kwa ajili ya kutekeleza uh, maswala ya uporaji wa rasilimali watu Umoja wa Mataifa leo kusema 2013 kwamba silaha nyingi zinazoenda kwa waasi wa M23, ADF nalo ambao wana na asili ya Uganda, kwa jamii mkuu, zimekuwa zikitoka kwenye mataifa hayo mawili na ndio maana hmm. Unaona katika mkataba uliosainiwa kwa Donald J Trump hakuna mtu hata mmoja wa M23 aliyehusishwa. Hmm. Na ndio maana anasema strike the shepherd and the sheep will scatter. Muu, mchunga kondoo na kondoo atawanyika. Kwa M23, kwa nini M23 hajaenda Marekani? Ni kwa sababu wao. Ni Paul Kagame na, na, na, na hapo tunataka tuulize kwamba kwa nini deal haijahusisha upande mwingine. Bwana Mohamed Al-Thani waziri mkuu wa Katari, alivyowaita aliwaita Felix Tshisekedi mm. na Paul Kagame mm, kwa nini Cornelius Nangaa hajaenda sasa? Wala Bertrand Bisimwa wala Sultani Makenga eh e, sasa. Sasa pia uh, Abdu uh, uh, Shakur Abud ambaye yuko Washington. Shakur, karibu sana. Habari za Washington DC? na bila shaka, sana eh, kabisa. Na hapo ndipo mchoro wote ulipochorwa. Uh, deal ambayo ameiwasilisha Trump eh, kwa kwa kwa muhtasari tu inahusu mambo gani hasa na imepokelewaje? Hapo kwa hakika swala hilo, mkataba huu umefikiwa kutokana na makubaliano yaliyofikiwa mwezi wa Juni mwaka huu kuhusu kusitisha mapigano kati ya M23 na serikali ya DRC. Mkataba huo kwa hakika, kwa upande mmoja unahakikisha usalama wa DRC kutaka kutaka Rwanda waondoe wanajeshi wake. Rwanda inasema haina wanajeshi, lakini ilivyoonekana katika mkataba ni kwamba Rwanda, kutokana na shinikizo la Marekani, imekubali itaondoa wanajeshi wake, lakini haijulikani vipi. Vile vile mkataba huu unasemekana ni uwekezaji wa kiuchumi, lakini zaidi Trump amezungumzia swala la madini. Kwa hivyo kuna mambo hayo matatu makubwa muhimu: kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda, kusitishwa mapigano na swala la madini. Kwa hivyo, hapa Marekani watu wengi wanajiuliza mkataba huo utatekelezwa vipi, wakati M23 waliohusika hawajahusishwa moja kwa moja kwa mkataba huo. Pili, itakuwaje imekuwaje kwamba Chisekedi na Kagame wamefika Washington mbele ya hadhara, hawakupeana mkono wa kusalimiana. Katika lugha ya mwili, watu wanavyosema body language, walionekana hawana furaha kuna baadhi ya wa wachambuzi wanasema ikiwa kweli hawakuridhika, kwa nini wamekuja kutia saini? Kwa hivyo mkataba huo unaleta wasiwasi, je, wasi utatekelezwa na mkataba huo umefikiwa sambamba na makubaliano na mazungumzo yanayoendelea moja kwa moja kule Doha, ambapo tunajua wiki tatu zilizopita wametia saini mkataba wa namna ya kutekeleza amani, kwa sababu Chisekedi amekataa moja kwa moja kuzungumza na M ishirini na tatu lakini kule Doha serikali ya DRC inazungumza moja kwa moja na M23 kupitia upatanishi wa Qatar. Kwa hivyo makubaliano ya Washington hadi hivi sasa yanatiliwa shaka, kwa sababu baada ya kutiwa saini Alhamisi, Ijumaa mapigano yakajitokeza kati ya wapiganaji wa 23 na serikali ya DRC na Burundi. M23 nasema Burundi wamechokochea, Burundi nasema wameshambuliwa. Kwa hivyo ni hali inaonyesha kwamba, je, mkataba huu unaweza kutekelezwa wakati mapigano mm -hmm, sasa yanaendelea Rafi, tulishuhudia ilishindikana kwa Sadek na baadhi ya jumuiya uh, hizi za kikanda Afrika kutatua nini ambacho kimekuwa cha upekee uh, kutoka Marekani kushawishi makubaliano haya. Nadhani kuna picha tunaiona na kile ambacho tunakisikia, halafu kuna wanasema mara nyingi unajua tuna shida moja ya kuamini sana kile tunachokisikia kuliko tunachokiona. Tunachokiona ni halisi kuliko tunachokisikia. Tunachokiona Kongo hakuna makubaliano, ila tunasikia kuna makubaliano yamesainiwa ambayo yamewekwa na Marekani. Kile kilichopo mashariki mwa Kongo ndio halisi kwa hivi sasa, haya mapigano ndio kitu halisi kilichopo, na hiki kinatoa taswira kamili ya mzozo ulivyo. mzozo huu siwezi kusema kama umefika mwisho ni, ni mwendelezo wa tabia ya Trump kujaribu kufunika. Unajua, karibu kesi nyingi anazopelekewa au kadhi au migogoro mingi anayopelekewa Trump amekuwa hatumii nguvu kubwa kujaribu kwenda kuangalia chanzo kipi, yani amekuwa na kile kitu ambacho unakuja we una shida gani na shida hii na hii, we na shida, basi malizeni matatizo yenu, imeisha shika mkono, yani haendi Kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mashina kabisa ya matatizo. Angalia uh, baadhi ya nchi unajua, wakati ana, ana, ana, ana, ana saini hili anasema mm, hii ni hi, hi vita ya nane katika kipindi cha mwaka mmoja tunaitatua, lakini rudi nyuma katika matatizo ya vita ambazo amezitatua, je, zimefika kiwango ambacho tunalazimisha Kongo ifike? Ukirudi ukiangalia migogoro ambayo tayari Trump ameikubali, hakuna mgogoro ambao umekamilika. Maanake mm, kuwa yote ina matobo kuwa hakuna hicho ambacho anachotuambia kuwa katatua hiyo amani kwa sababu hata wale India na Pakistani still wana, wanapigana Afghanistan na wale Cambodia na wengine bado Israel na bado vile, vile. lakini laki, laki, baada ya hapo ameshinda tuzo ya nani? ya kwanza, yeah. ya FIFA, <laughs> ya, ya, amani. hayuhusiani <laughs> na siasa <laughs> eh? iko nje ya siasa ile, ile ya FIFA. Kwanini, amani, amani kwenye michezo eti kaka. We, ina uhalisia wa kitu ndio maana nikuuliza eh, kwamba hiyo eh, tuzo eh, ambayo me, FIFA wameianzisha na yeye amekuwa mshindi wa kwanza so umeita FIFA Peace Prize eh, eh, fiface mm. yeah, inahusu nini hasa kwamba baada ya kukosa tuzo ya Nobel FIFA, ama tukumpa kwa sababu yeye anataka tuzo of course. Eh, yani unajua Trump kuna <laughs> unajua sasa, alikosa Nobel, kama ni sifa ampe tu ampe tu ili. Unajua, Trump ni rais ambaye anaongoza nchi yenye nguvu kubwa sana mm -hmm. duniani ambayo inaweza ikafanya maamuzi ya kudhuru na kuleta faida. Yani unajua ukiongoza Marekani, yani kauli yako inatosha kuumiza na, na na kuleta faraja. sasa hata viongozi duniani wameshajua kuwa Trump ni rais wa aina gani? Sio rais wa kumbishia, sio rais wani. Ndio maana wanacheza naye kwa akili. Wewe angalia Ulaya wanachokifanya kwenye mkataba wa Ukraini, hawautaki mm. Lakini angalia wanavyozungumza kisiasa kuwa mambo anayofanya Trump ni mazuri, tunataka hili na hili lakini kiuhalisia hawawezi kumjibu moja kwa moja kuwa hatutaki mkataba wako mm. kwa sababu haukidhi vigezo. Ni hilo ambalo wanakwepa tu kumwambia, kwa sababu ni mtu mwenye kupanika. Sasa hili la Congo unakaa unaangalia kuwa jamani, Trump alisemaje? Anasema kuwa baada ya huu mkataba, makampuni makubwa ya Kimarekani yatafikia yatafikia haraka hizi nchi mbili kuchimba madini. Hilo nadhani ndio kubwa unaweza tukasema kwenye huo mkataba, yani, kuwa lengo kubwa la Trump kuupamba huu mkataba kuwa ni mzuri eh, na unawezekana nadhani kubwa ni hili la makampuni ya Marekani. Sasa unakumbuka wakati Joe Biden anamaliza ziara ya mwisho wa Afrika mm. alikuja uh, Angola, Angola. Angola. Mm. Yeah. Akuja kuzindua mm. nini uh, uh, ile reli mm. ya kutoka Angola ndio ndio, alizindua reli ya kule yeah. ambayo inatoka Angola kwenda mm. Kongo, Kongo. Unaikonekti na bahari ya Atlantic, Atlantic. Uchukue nini vizuri sasa hmm. ndio iko hivyo, Trump wanayaliz... mwendelezo tu. Mwendelezo ule. Sasa hili jambo lilianzia kwa Sheikh Tamim Altani hmm. na okay. amekuwepo pia pale kwenye kwenye, kwenye kusaini makubaliano Mpumayali. Trump pia amealika baadhi ya watu, umeona rais wa FIFA pale, rais wa Kenya uh, uh, Ruto naye pia amealikwa na mstaafu, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeleta gumzo ni kila chogusia Abdushakur Shakur kuhusu Chisekedi alionekana kama ana ghadhabu hivi hata ile zile expression hacheki, eh, hata wenzake wakiwa wanaonyesha ile zile ile mikataba yeye, eh, hey, amefunga okay, yeah, wenzake wenzake wamefungua pale mwishoni yeah. washaweka chini yeye yeah, ndo amefungua sekunde tatu hajashikana mkono kabisa na, na Kagame mm. eh, inaonekana kama amelazimishwa kwenye kwenye jambo hili sio, unajua uh, anga nikwambie kitu kimoja, Kagame kwenye siasa za kimataifa anaaminika kuliko Chisekedi nitakupa historia moja mwaka 90 wakati Kagame akiwa Uganda kwenye jeshi la Uganda, baada ya kutoka kwenye bush wa vita ya porini, Museveni alimtafutia Kagame scholarship akaenda Marekani kukaa miaka mitatu Marekani akisoma ujasusi wa kivita na masuala ya udunguaji. Kwa Kagame ni asset ya Marekani kwa miaka mingi, kupitia mgogoro wa Kongo walikuwa wameshajua nini kitatokea. Lakini la pili ni structure ya ulinzi wa Kongo, kwa sababu mwaka 2008 China aliingia mkataba na serikali ya Kongo, mkataba wa miaka 15 wa kuchimba madini ya rare and critical minerals, ambapo kwa sasa hivi duniani soko la madini muhimu na, na, na adimu China ndio karibu asilimia 80. Umoja wa Ulaya, Marekani na NATO wamekuwa wakiuziwa kwa bei kubwa na China. Kwa hivyo kumekuwa kuna nguvu kubwa kati ya Marekani, umoja wa Ulaya na NATO kujaribu kupunguza ushawishi wa China kwenye umiliki wa madini hayo muhimu na adimu. Yani, critical and rare earth minerals, na ndio kinachoendelea. Kwa hiyo sasa Marekani anasukuma ili dili ili makampuni yake makubwa yaweze kuingia Kongo kupata access ya hayo madini muhimu. Na lengo ni kujaribu kumpunguza China kwa sababu ta, idara za kijasusi zinadai kwamba mwakani kutakuwa kuna renew kati ya China na serikali ya Kongo kuhusu China kuendelea kuchimba yale madini. Kwa hiyo Marekani anawahi mapema ili dili la mwakani kati ya China na Kongo ku renew upya liweze mm. kufa. Yaani ndio anachokifanya Marekani kuje kumtibua China amtoe Kongo, China mm. ili akae yeye kwa sababu vita imekuwa kubwa ya madini muhimu ambayo yanatumika kutengeneza silaha za kisasa, magari ya umeme na vifaa vingine uh, vya kijeshi. Kwa hiyo shida ni kwamba ni mgogoro kati ya China mm -hmm. dhidi ya Marekani, Umoja wa Ulaya na NATO kwenye kumiliki madini muhimu. Lakini kwenye uhalisia kabisa wa mgogoro wa Kongo, kuna kosa kubwa limefanyika. Haiwezekani kutatua mgogoro wa Kongo ukamwacha nyuma Tanzania na Zambia katika, katika mkataba huo wa Marekani. Kenya amekuwa kama dalali wanasema wataalamu wa intelligence na sheria za kimataifa wanaita anchor state katika mgogoro huu. Kenya kwa miaka mingi, lakini lakini kwa hilo uone kwamba Kenya amealikwa kwa factors kadhaa. Kwanza ni mwenyekiti wa EAC, lakini pia Ruto ameongoza vikao vya mazungumzo kadhaa, lakini pia Kenya ni mshirika wa karibu wa kuaminika wa Marekani katika ukanda huu. Ndio hiyo Kenya, kwa sababu kuna American military base hapo kwa neto, lakini Una Zambia amepakana na Kongo kupitia Kolwezi na Kasumbalesa. Mizigo, 85% ya mizigo inashusha kwenye bandari ya Dar es Salaam inakwenda Kongo inapita Kasumbalesa Zambia, inaingia Kolwezi Kongo. Zambia kuacha nyuma na Tanzania kwenye mkataba huu ni kosa kubwa sana la kiufundi. Sisi tuna tunashare mpaka mrefu na Kongo, ziwa Tanganyika, lakini, lakini Zambia haipakani na Kongo kwenye eneo la mashariki ambako ndio kuna vita. Aa, sasa mizigo yote inaingia Kongo, Rwanda, Rwanda, Rwanda na Uganda, sio? Hapana, mizigo yote inayoingia Kongo inapitia Zambia, ule Kasumbalesa kwenye boda akasumbaresa k Zambia. Nesimamu. ni mdau mkubwa wa biashara ni ya sisi, kwa nini tunaachwa? Naona Shakuru pia ana reaction kwenye hiyo hoja. Karibu Shakuru. Asante. Uh, namsikia akizungumzia swala la Tanzania na Zambia katika mkataba huu. Sidhani Tanzania na Zambia inaweza kuhusika, maanake sio mkataba wa biashara, ni mkataba wa maamani bi wa amani, kujaribu kuleta amani kati ya Rwanda, Burundi hivi sasa na DRC. Tanzania na Zambia ilikuwa katika ile vita vya kwanza vile ilikuwa nchi zote zilohusika kwa hivyo, sidhani kwamba kulikuwa kosa. Tatizo lililoko hapa ni kwamba unapozungumzia amani, yule mwenye kuleta watu kwenye amani wanazungumza. Trump hajazungumza na Chisekedi na Kagame kuzungumzia amani namna gani? Hilo la kwanza. La pili, haya yote yametokana na mazungumzo ya Doha, ndo Trump amenyakua kama Rahbi alivyozungumza. Trump ananyakua vitu ambavyo wengine wa wamefanya anataka kuonesha kwamba yeye ni mtu wa amani, lakini katika mazungumzo haya ya Congo, Trump hata pengine hana hakika nini kimezungumziwa, ni nini kilikuwepo, kwa sababu ikiwa wewe ndio mwenyeji na wageni wamekuja wamekaa kwenye meza yako hawasikilizani, watu wanaona hivi hivi, huwezi kuwaleta pamoja. Ni swala ambalo wachambuzi wanauliza sasa. Nikirudia swala lako moja uliuliza nimefurahia, mm. ile tuzo ya amani aliyopewa FIFA, watu hapa wamesema kwamba Infantino ametumia akili kupita kiasi mm. na kama mlivyozungumza ni kwamba watu washamfahamu Trump. Trump anabidi tu umsifu yeye atafanya kila kitu. Kwa hivyo mkuu wa FIFA alichofanya hapa ni jambo la juu kabisa, kwa sababu anajua kwamba Trump anataka tuzo ya amani. Ametengeneza kila kitu ili kuweza kuhakikisha kwanza michezo ya mwakani inafanyika kwa amani. Kumbuka kwamba ameweka vikwazo vya viza kwa karibu nchi thelathini au zaidi. Sasa Infantino anataka kuhakikisha kwamba mashabiki wanaweza kuingia, kwa hivyo kumpa ile tuzo mm. mm. ni kama kumhonga aweze kumlainisha mm. abadilishe sera zake <laughs> okay. aruhusu watu waingie, ndo akili alotumia Infantino, lakini haikuhusu chochote amani wala nini. Itakuja kuonekana kwamba Trump ametaka tunzo, amempa amefurahi, sasa atafanya chochote kile Infantino anataka. Hmm. Sasa kabisa, Rahbi, uh, tumeona licha ya deal hiyo ambayo imesainiwa, lakini uh, e, deal limesainiwa leo leo leo, baadaye mapigano yanaendelea tena, ndio imekuwa mbaya zaidi, watu wanahama wanakimbia maeneo. Shida ni nini tena? Ni kweli ni kweli hilo, nimekuwa nikilizungumza kuwa mgogoro wa mashariki ya Kongo, unajua kuna ile taswira ambayo tunaiona kuwa mgogoro wa mashariki ya Kongo ni M23, mm -hmm. Rwanda na uh, Kongo Kiuhalisia, hii ni sehemu ndogo sana ya mgogoro wa mashariki ya Kongo. Mashariki ya Kongo kuna shida ya makundi mengi mengi ambayo yana madai tofauti tofauti, na kitu kimoja ambacho mashariki mwa Kongo ambacho wanapambana nacho kuwa na hili nimelizungumza, na juzi nilikuwa nazungumza na Hilda hapa mwishoni, nikamwambia tabu ya migogoro mingi ya Afrika ina mikono mingi kutoka nje ambayo kiasili kuna mikono haitaki kabisa uwepo wa utulivu. Leo nakuambia kuwa mfano hii Kongo ingekuwa ni nchi ambayo ina utulivu sana wa kisiasa na utulivu wa mipaka yake, hizi mali zilizopo Kongo zingewafaidisha kiasi gani watu wa Kongo? mm. wangefaidika kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tungehakikisha kila kinachotoka kimelipiwa au kama ile umepata tumepata, lakini leo kwa sababu mashariki ya Kongo haina utulivu mm, wanachota wanavyotaka, halafu wakirudi kwenye meza wanakulazimisha kukuaminisha kuwa wao ni watu ambao wanatamani wewe uwe kwenye utulivu na amani, hali ya kuwa wao ni wafanyabiashara ambao wanataka faida kubwa sana kupitia wewe. Sasa shida ya mgogoro wa Kongo ni sawa sawa na migogoro mingine iliyopo Afrika. Unaona mgogoro wa Libya kwa sababu kulikuwa kuna mafuta, kulikuwa kuna nini. Mgogoro leo wa Libya hautulii kwa sababu kuna mikono zaidi ya nchi saba kwe au nane zimetia mkono kwenye mgogoro. Kwa, kwa, kwa mantiki ni kwamba mkataba huu ni kama boshen tu. Ka, yaani unajua, kuna, kuna, unajua walitutawala mm. wakaondoka wakatuletea demokrasia. Halafu kuna kitu ambacho wanachotuaminisha kuwa wao ndio suluhu ya matatizo yetu. Ch, Tshisekedi sasa anakuwa kiongoza namna gani kama eh, na, na hata reaction yake alipokuwa pale ni kama alikuwa anaona kabisa haya mambo anayofanya yanayofanyika haifevi nchi yake Una... lakini mm. bado ameendelea na mkataba umesainiwa tayari. Umeona kinachotokea kati ya Zelenski na, na Trump kwa mm, sasa baada ya mvutano uliotokea Oval Office ile mwezi Februari, toka ilivyotokea Februari ule mvutano kati ya Trump na Zelenski, na Zelenski haendi peke yake kwa Trump hata mara moja. Toka wakati huo kila mkutano wa Trump na Zelenski wanakwenda na washirika wa Ulaya kwa sababu wananyua huyu wakimweka kati watamwingiza kwenye nafasi hata hmm. Video taarifa zilizovuja zile sauti ziandikwa na vyombo vya habari wiki jana hmm. zinaonyesha kuwa viongozi wa Ulaya walikuwa wakiwasiliana, wanasema kuwa Msimwachie Zelenski peke yake kukutana na Wamarekani kwa yeah sababu watamuingiza kwenye mkataba ambao utawaumiza. Ndio kilichotokea, Chisekedi amekwenda peke yake, amekwenda hana ile backup ya nyuma. We msikilize no, uh, msikilize mtu msikilize Kagame alichoongea baada ya hapo kuwa ni mkataba mzuri, kwa sababu Kagame hawezi kusema huu mkataba ni mbaya. Huu mkataba haumlazimishi Rwanda kutekeleza baadhi ya vitu vingi ambavyo kuwa mm, vinampa nafasi ya kufika sehemu ambazo alikuwa anazuiliwa kufika. Sasa, kwa kweli kwa hili ukitazama kuwa bado tuko mbali kwa sababu wale wanaotuaminisha kuwa wana uwezo wa kutatua matatizo yetu, yani wale wanaotuaminisha kuwa wanaweza kumaliza migogoro yetu, wao chini ya meza ndio wanaochochea hiyo migogoro. Kwa hiyo ni vigumu sana kulimaliza. Lugete, hatma ya, ya makubaliano haya ni yapi? Kwanza ni makubaliano ambayo yatamfaidisha Rwanda, yatamfaidisha na Marekani, lakini uhuru wa Kongo bado utakuwa mashakani, bado mbali kwa sababu ukiangalia katika watu walioalikwa kule nimemwona Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye. Burundi naye ana maslahi yake, jeshi la Burundi, Burundi Defense Force liko Congo, linashirikiana na waasi wa nani, FDLR, Interahamwe. Lakini Burundi yeye mwenyewe ana mgogoro na Rwanda, kwamba Rwanda anawaunga mkono wasi, wa waasi wa RED-Tabara ambao mwaka 2015 walitaka kumpindua marehemu Nkurunziza akiwa Dar es Salaam kwenye East African Community. Baadaye serikali ya Tanzania ikamrudisha Nkurunziza kwa nguvu. Hmm. Lakini pia nimeona Angola. Angola analinda maslahi ya Marekani kupitia biashara bahari ya Atlantic. Hmm. Lakini kini kitu cha msingi ambacho kinatubidi kifanyike hapo ni makundi yote ya waasi lazima serikali iwasikilize. Umewasikilize M23, ADF nalo unawaachaje? Na asante hmm, sana Lugete. Abdu Shakur, kwa kifupi tukimalizia kwako, nini ambacho kinafuata sasa baada ya makubaliano haya kufanyika? Hakika ni utekelezaji. Kama walivyozungumza ni kwamba Marekani na Rwanda huenda ikafaidika kwa muda mfupi tu, lakini cha kusikitisha ni kwamba vita hivi vitaendelea. Inategemea mazungumzo ya Doha yataendelea vipi, mpango walioweka pale. Na kutokana na udhaifu wa serikali ya DRC na kukosekana nguvu katika jeshi lake, ni vigumu hivi sasa kutabiri kwamba hmm. hali itakuwaje itakuwaje, maanake M23 amechukua maeneo makubwa na ni vigumu kukubali kuondoka kwa hivi sasa na, na maeneo hayo ni uh, Kivu Kaskazini katika eh, mji mkuu wake Goma na kusi, na Bukavu eh, mji mkuu wa Kivu Kusini gana, e, na, na maeneo mengine e, pia ambayo yanapakana. Shukrani sana, tunashukuru sana kwa uchambuzi mliotupa. Maana yake kitu kikubwa nilichokiona hapo ni chokiona, kama Kongo ameingia kwenye mchezo wa laki kwa siku yani <laughs> shukrani, unaingia <laughs> kwenye mchezo wa laki kwa siku hapo kipato chako <laughs> so, <laughs> <Kwa> siku 10000 Kwa nini upige mizinga sana? <laughs> watu <wakume? laughs> subiri tuone mambo yatakavyokuwa. Shukrani sana pia Uh, kutoka hapo Washington uh, DC utaendelea kutujuza zaidi yale ambayo anayafuatilia hapo. Tunakamilisha hivyo na